Kwa maana hiyo vijana asilimia karibu 65 ya ya ya population ya Tanzania. Hatuezi, wanya, wabema, bichoka, yedea, mapamano, ya Tanzania hatuwezi kuacha pembeni, tutawabeba ili experience najua wapate hizi, tukichoka na wao wanaendelea na mapambano ya nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hayo kuna vitu vichache ambavyo tutakuomba kama mgeni rasmi na kama waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki utusaidie E, moja ya mtu ambao tunafikiri ni muhimu sana katika chemba yetu, tunawatambua dasma, na sasa hivi tumeongeza nguvu tena kwa dasma kubwa zaidi. Kwa hiyo tunaamini kwamba sababu iko chini ya poni ya kwako na mpogezi iko pale kwa Vulanga, tunaamini kwamba sasa tutumie vizuri hiyo diplomasia ya uchumi kwa engeji dasma kote duniani kwa kutumia balozi zetu kuhakikisha kama tunaanzisha hiyo uezasi mikoa mikoa ya kidiaspora ili wajiunge wao pamoja na wanachama wa TCCIA kwenye diaspora hizo, ndiyo itawezekana kuwashawishi waje nyumbani wawekeze wafanye remittance kama ambao nchi kama Nigeria na Kenya. Sasa hivi diaspora wao wanaingiza pesa kwa bilioni ya hela kwa mwaka. Sisi hatuko organized na diaspora yetu, tunajua wametembea

tunaomba kama itawezekana, kama itakupendeza u tunakwenda tuwe na MoU fulani ambazo walikuomeshwa tachi uluhu, mabalozi wanaweza kutusaidia kule, kuwe na establishment zetu za diaspora ili ziweze kuleta mafanikio kwenye nchi yetu. Lingine ambayo meshai kuisema ni kuhusiana na status ya Iran. Tumekuwa tukipewa engagement kubwa sana na wenzetu wa Irani

Kwa hiyo kwa sababu yuko kwenye mamlaka yako, tunaomba usaidie. Juzi alikuwa anakuja tena kule kwa kajana, analalamika naomba visa kuja hapa, anakosa. Wengine wako Kenya, wafanya biashara hapo, kama hizo za Kenya hawezi kuja lakini tunaomba tunaa naomba sana kama kiasa a kupata viza kwenye raivo kama mataifa mengine anaopata viza kwenye raivu, kwa sababu hawajioni kwamba wao ana tofauti yote ile na mataifa wow, mengine na wanaona kama wao wamekuwa na mahusiano na nchi rahisi Afrika kwa miaka zaidi ya elfu moja kule Zanzibar tunaambiwa kwamba kuna Washirazi na mkoa wa Shirazi kule, kwa hiyo wana mahusiano hata kidugu unashira kuela kwa nini kunakuwa na kuna wa wakaribisha wakuwakaribisha hiiozifanya biashara na wao, hasa tukiangalia ilioongea nao, wanasema nchi yao kwa potential za dunia wao ni namba tano. Wana madini haya latori yote, wana mafuta, wana gesi, wanairaia kila kitu, wanacoenijhao ukirei nchi zote duniani, wao ni namba tano. Kwa hiyo ni nchi ambao ni tunakushukuru sana kwa sababu umekuwa ukitambua sekta binafsi. Nakumbuka wakati uko balozi wetu Italy ulikuwa na tuneta delegation na tumeshirikiana sana na wewe na tumesaini MoU, nakumbuka na ile chemba ya Italy ya Afrika Mashariki kutoka Kenya mara mbili hapa. Lakini nakumbuka sana ulivyotueleza siku ile kwamba mabalozi wote wa Tanzania wanakuja kwenye siku ya Muungano ukatushauri kwamba nendeni mkaombe mkutane na mabalozi. Watu ambao tulichukua tukawasiliana na wizara ya mambo ya nje tukafanya logistics tukakutana na mabalozi kule Kibaha, tukaongea nao, ingawa walikuwa busy sana, tukaambia siku moja hata masaa mawili. Tulipewa saa kumi na moja twende kwenye chuo cha chama kule Kibaha mabalozi tunawapata saa sita usiku tukakaa nama mpaka saa nane usiku, lakini imeleta impact kubwa sana sasa hivi <coughs> mabalozi wote duniani wanaongea na Chemba na wakipiga simu Chemba wanasema tunataka hiki na hiki na hiki, kwa sababu tunajua wamesema, ni majukumu yenu. Kwa hiyo tumekuwa na, so kwa tume kwa na engagement nzuri sana na wizara ya mambo ya nje ambao wewe uliona hata kama ka waziri sasa. Waziri nafikiri sasa itakuwa ni, ni, ni, ni rahisi zaidi sasa balozi, hata waziri, naamini itakuwa ni rahisi zaidi kuliko ilivyokuwa hapo kwanza.